Kuna hii generation iliyozaliwa mwaka 1985 mpaka 1999, tushakubaliana kwenye swala la ulevi, hawa jamaa ndio walevi wa taifa. Yani hawa wameshindikana. Sasa, kwa hiyo kitu ukianza kumwambia mlevi aache ulevi, kuna maswali ya msingi sana ya kujiuliza. Ni kwamba kati ya wewe na pombe, kipi kimemkuta mwenzie kwenye hayo mahusiano? <coughs> belaka pombe wewe mkukuta wewe, hiyo mtu ni rahisi kuwacha hizo pombe na wewe ulevi. Ila kama wewe ndio umeukuta ulevi kwenye hayo mahusiano <coughs> chakufanya Nunua chupa la waini hili hapa kutoka kampuni ya Socrest inaitwa Mwangaza, uone jinsi gani huyo mlevi atakavyoanza kukuangazia maisha yake, maana hakuna namna utavunja mahusiano kati ya mlevi na pombe. You will never break that bond, nakwambia na kukishia <laughs> yani mlevi haiwezekani alitengeneze mahusiano na pombe, yani wewe uje tu yavunje kirahisi kisa tu una shida zako binafsi, wewe nunua ile hapo chupa la waini mpe, uone atakavyoanza kuangazia maisha yako. Utapewa hela kama hakusuka ulikuwa upewe utaanza kupewa. Au mnunulie nyingine, hii hapa inaitwa Golden Hall kutoka kampuni ya Sucrest, na kuna nyingine inaitwa King Solo. Nunua mpe mlevi huyo, aendelee kudumisha ulevi wake na mapenzi na pombe. Haiwezekani wewe uje umwachanishe, huo ni uchokozi. We mtu anapenda pombe kwa mapenzi yake binafsi, huyo unataka kujumwachanisha? Umechanganyikiwa. <coughs> <Ayo. tos>